Raisi wa Marekani Donald Trump na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu wamesema wamekubaliana juu ya mpango mpya wa amani kwa ajili ya Gaza na wametoa onyo kali kwa kundi la Hamas kukubali. Mpango huo unapendekeza kusitishwa mara moja kwa mashambulizi ya kijeshi, ambapo Hamasi inatakiwa kuachilia mateka ishirini wa Kiyahudi walioko hai pamoja na miili ya mateka ishirini na wawili wanaoaminika kuwa wamekufa ndani ya saa sabini na mbili kwa kubadilishana na mamia ya Wapalestina walioko kizuizini. Chanzo kimoja kutoka mamlaka ya Palestina kilicho karibu na mazungumzo ya kusitisha mapigano kimesema kuwa maafisa wa Hamas wamepewa pendekezo la ikulu ya Marekani, White House, lenye vipengele ishirini. Mpango huo unataka Hamas isihusike kabisa na uongozi wa Gaza, huku ukiweka wazi uwezekano wa kuundwa kwa taifa la Palestina baadaye. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari baada ya mazungumzo ya White House, Trump aliuita mpango huo kuwa siku ya kihistoria kwa ajili ya amani. Hata hivyo, aliongeza kuwa Netanyahu atakuwa na mkono wa Marekani kumaliza kazi ya kuiangamiza Hamas endapo Hamas haitakubali mpango huo wa amani. Netanyahu naye alisema kuwa Israel itamaliza kazi ikiwa Hamas itaukataa mpango huo au haitatekeleza masharti yake. Mamlaka Palestina ambayo inasimamia ukingo wa Magharibi unaokaliwa na Israel imeelezea juhudi za Rais wa Marekani kuwa za dhati na zenye nia njema. Kupitia taarifa iliyochapishwa na shirika lake la habari Wafa, Mamlaka Palestina imesema inarudia tena dhamira yake ya kushirikiana na Marekani, nchi za kanda na washirika wake wengine kumaliza vita dhidi ya Gaza, kuhakikisha usambazaji wa msaada ya kibinadamu kwa kiwango cha kutosha na kuachiliwa kwa mateka na wafungwa. Iwapo pendekezo hilo litatekelezwa, hatua ya kwanza itakuwa ni kusitishwa kwa operesheni za kijeshi mara moja, mpango huo unasema. Mstari wa mbele wa mapigano wa sasa unatakiwa kusimama pale pale hadi masharti yaondolewe kwa ajili ya kuanza kwa hatua za kuondoka kwa majeshi Trump, Hamas italazimika kuweka chini silaha zake zote na miundombinu ya uundaji wa silaha na mahandaki yote kuharibiwa. Pia mpango huu unaeleza kuwa kwa kila mwili wa mateka wa kiyahudi utakaoachiliwa, Israel italazimika kurejesha miili 15 ya wapalestina waliokufa kulingana na mpango huo. Mpango huo pia unasema kuwa pindi pande zote zitakapokubaliana, msaada wa kibinadamu utapelekwa mara moja ndani ya ukanda wa Gaza. Marekani pia imeeleza maono yake ya uongozi wa Gaza kwa siku zijazo, inapendekeza kuwa wa kamati ya Kipalestina ya wataalamu wasio na msimamo wa kisiasa itakayoiendesha kwa muda chini ya usimamizi wa chombo kipya cha kimataifa cha mpito kitakachoitwa bodi ya amani ambacho kitaongozwa na Trump mwenyewe. Waziri mkuu wa zamani wa Uingereza, Tony Blair, atakuwa sehemu ya chombo hicho cha uongozi pamoja na viongozi wengine watakaotangazwa baadaye. Tony Blair ameuita mpango huo kuwa wa kishujaa na wa busara. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Tony Blair anataka kuwa miongoni mwa wajumbe wa bodi mpya ya kimataifa itakaosimamia Gaza katika kipindi cha mpito iwapo mpango mpya wa amani utakubaliwa. Naye waziri mkuu wa Uingereza wa sasa, Sir Keir Starmer, ameukaribisha mpango huo, akisema tunazisihi pande zote zishirikiane na utawala wa Marekani kukamilisha makubaliano haya na kuyafanya yawe halisi. Keir Starmer aliongeza kuwa Hamasi sasa inapaswa kukubali mpango huo na kumaliza mateso kwa kuweka chini silaha na kuachilia mateka wote waliobaki. Raisi wa baraza kuu la Ulaya Antonio Costa amesema ametiwa moyo na mwitikio chanya wa Waziri Mkuu Netanyahu kwa pendekezo hilo. Aliongeza kuwa pande zote lazima sasa zitumie fursa hii kuipa amani nafasi ya kweli. Naye Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisifu pendekezo hilo akisema Ufaransa iko tayari kuchangia katika juhudi za kumaliza vita na kuachilia mateka. Macron alisema kuwa vipengele hivyo vinapaswa kufungua njia ya majadiliano ya kina na washirika wote muhimu ili kujenga amani ya kudumu katika eneo hilo kwa msingi wa suluhisho la mataifa mawili ndani ya eneo moja. Mpango huo unaweka wazi kwamba Hamas haitakuwa na nafasi yoyote ya kuongoza Gaza, iwe moja kwa moja, kwa njia isiyo moja kwa moja au kwa namna yoyote ile. Sehemu kubwa ya mpango huo imejikita katika kile ambacho Marekani inakiita mpango wa maendeleo ya kiuchumi wa kuijenga Gaza mpya. Mpango huo pia unasema Israel haitatawala wala kuimeza Gaza na kwamba jeshi lake litaondoka kwa awamu ndani ya kipindi fulani katika mabadiliko ya msimamo wa awali wa trump mpango huo unasema kuwa wapalestina hawatalazimishwa kuondoka gaza badala yake waraka huo unasema tutawahamasisha watu kubaki na tutawapa fursa ya kuijenga gaza bora zaidi mpango huo pia umeacha wazi uwezekano wa kuundwa kwa taifa la palestina katika siku zijazo chanzo kutoka ndani ya mamlaka palestina kilicho karibu na mazungumzo ya usitishaji wa vita kimeliambia shirika la habari la utangazaji la uingereza bbc kwamba maafisa wa Qatar na Misri wamekabidhi mpango wa White House kwa maafisa wa Hamas walioko mjini Doha. Awali afisa mwandamizi wa Hamasi aliiambia BBC kuwa kundi hilo lipo tayari kujadili mapendekezo yoyote yatakayosaidia kumaliza vita, lakini akasitiza kuwa makubaliano hayo lazima zingatie vitu vitatu: kwanza, yalinde masilahi ya Wapalestina; pili, yahakikishe Israeli inaondoka kabisa Gaza; na tatu, kumaliza vita kikamilifu. Hii ni Msasa Media.